Bwana asifiwe. Ama mnasema kolo, kolo? Kole eso. <laughs> Nimesahau kiautie. Bwana asifiwe. Leo nataka kusema amebarikiwa. Zaburi ya 84 na mstari wa tano, Biblia inasema amebarikiwa mtu yule ambaye nguvu zake zinatoka kwa Mungu. Amebarikiwa si mwenye ako na pesa. Pesa inaweza kununua kitanda alafu inunue mattress. lakini pesa haiwezi nunua usingizi. Pesa inaweza kukupeleka popote

yule mtu ambaye nguvu zake zinatoka kwa Mungu. Akitoka Mungu, akiwa nguvu yetu, tuko na matumaini. Leo tumekuja hapa kuwa na ndugu yetu Chris. Chris hata alipokuwa mgonjwa alijua Mungu ni nguvu yake na yeye akapata matumaini akajua ya mm, kwamba Mungu akiwa nguvu yangu yeye atanipa uponyaji, atanipa uwezo. Na hata leo anashuhudia kwamba Mungu ni nguvu yake. Biblia inasema nitaweza mambo yote Kupitia kwa Kristo ambaye ananipa nguvu leo. Mungu atatupa nguvu, tuchangie Kristo, atatupa uwezo, atatupa mkuleu, atatupa imani kone, na mwishowe tutafanikiwa kine, na Kristo atapona, na atarudi kuimba. Tuna imani. Mungu awabariki, Mungu awaongoze. Toeni kwa moyo na Mungu atawabariki, na tuombe.